Naitwa Duah Adam Kitime, mwenyekiti wa kitongoji cha Masukanzi kata ya Ilula. Eh, yupo kwenye mtaa wa Igingilanyi amba ambao ni mtaa ambao uko kwenye kitongoji changu. Kitongoji changu kina mitaa mingi ikiwa ni kiwemo Igingilanyi na Nambawani na Masukanzi, na mtaa huo kwa muda mrefu ulikuwa unahitaji shule na changamoto kubwa ilikuwa ni juu ya upatikanaji wa eneo. Lakini baada ya kuchangishana michango pamoja na mapato mengine Tulifanikiwa kununua eneo kiasi cha eka tano kwa Bwana Bruno Maruli kwa thamani kwa shilingi milioni tatu na nukta tano. Baada ya hapo, tuliingia kwenye mpango kazi kwa ajili ya ujenzi wa shule hiyo, na kwa sababu hiyo tulimlipa pesa, ikaonekana bado tulikuwa hatujapima. Baada ya kupima, nilikaa na watu wa Igingilanyi, nikaomba kisheria nitakuwa maendeleo yafanywe na wananchi wa kitongoji chote cha Masukanzi. Lakini nikawaomba watu wa Igingilanyi waweze kufanya kazi ya usafi pale, kitu ambacho nilitoa kwa, kama bonasi kwamba watakavyofanya usafi, ina maana kusafisha eneo lile kufyeka watatoka na kuni ambazo zitakuwepo. Nashukuru Mwenyezi Mungu, watu hao wa, walianza kufanya shughuli ya usafi siku ya Jumatatu na leo imekuwa ni siku ya pili ambapo tena wamepanga kufanya siku ya Jumanne ya wiki ijayo, lakini eneo lilobaki sio kubwa kwamba labda watatumia muda mrefu, kiwezekana jumanne wamefika. Kama watamaliza watapanga siku nyingine kwa ajili ya kumaliza. Baada ya hapo, tutaingia kwenye kipengele cha pili, ambapo kwenye mpango kwanza, wa kwanza tulipanga kwamba tutasafisha eneo lakini tutakusanya mawe. Kwa hiyo kisha maliza kusafisha, tutafanya maendeleo ya kukusanya mawe. Sasa tutaona ni jinsi gani tutumie, lakini kwa sababu kesho tunataraji kufanya mkutano wa kitongoji tutalijadili kwenye mkutano, ili wazetu wa Igingilanyi wakimaliza kusafisha eneo hili tuone tunakusanya mawe ama, baada ya kukusanya mawe tutafanya mipango mingine kwa ajili ya vitu vinavyoendelea kwa kuanzisha ujenzi sita, ili kwamba tuanze kujenga hivi tutakuwa lakini, mpango wetu, kisha kaa sawa, tutajenga shule. Lengo ni kupata shule msingi, hivyo ni ni hitaji la muda mrefu la wakazi wa Igingilanyi. Nashukuru Mwenyezi Mungu pamoja mwenye, na kuwa maji yanatoka kwa, kwa kusuasua, lakini maji yamefika, lakini hali kadhalika umeme umewaka Igingilanyi. E, imegua kama mi sasa, asante sana.